na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya Nyumba ya Sanaa. Ni siku nyingine, ninaye Steven Ibrahim Sigaro maarufu Eddy Music, mwanamuziki wa muziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania. mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi, karibu msikilizaji kutoka jijini Dar es Salaam nikuletea makala ya Nyumba ya Sanaa. Karibu sana Eddy Music katika makala ya nyumba ya sanaa. Asante sana asante sana nashukuru sana. Tupata kionjo cha kibao chako chochote kati ya vile vingi ambavyo uko navyo. Sema hatuna presha, wanateseka wale wanalia wao, situmepiga bao, hata kama pesa hatuna kama zao, ila fula tushawazidi haooo kwenye kwa wagamba Liski yangu ipo mana Mungu nwa napaka Muna muna hata kidogo na choki pata Hata ukikunja liski so baba kwa nepaka Makonda darada, Bila kuchoka, Wanangu boda boda Bila kuchoka. Hiki kibao kinaitwaje? Hiki kibao kinaitwa bila kuchoka. Bila kuchoka. Kwa nini bila kuchoka? Bila kuchoka nilikuwa na maana kwa wale mahasla wote wanao haso kupitia nguvu zao ili waweze kupata riziki, akiwa kijana, akiwa mama, akiwa baba, akiwa mzee. Hii nyimbo ni nzuri sana lakini pia inatukumbusha kutokata tamaa katika pilika pilika tunazokutana siku zote kwenye maisha, kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana nikakita bila kuchoka. Tunapitiaga mengi, Mungu mwenyewe anaona. Tunachelewa kula lakini msosi twabonya. Hivo tule makane pale maini chive yetu ileile. Fujo ile za nini? So kinyonge utanyambia nini? Safari yetu ni moja, twazi kwa chini oh, oh, oh. Kwa wagana, yangu ni lini ulianza sanaa ya muziki? Sanaa yangu ya muziki nimeanza elfu mbili kumi na saba ya ndo nimeanza rasmi sanaa ya muziki ila isipokuwa zamani nikuwa na imba, imba. Wakati unajitafuta katika muziki huu, nani alikuwa anakuvutia kufanya sanaa ya muziki? Wa kwanza mimi ni mama yangu. <laughs> mama yangu mimi anapenda sana mziki, alikuwa anaandika sana nyimbo za kwaya kanisani nilikuwa napenda sana navyoimba, lakini anayenivutia mpaka saa hizi kwenye sanaa yetu ya Bongo Fever nampenda, nampenda sana sana sana Diamond, lakini lakini pia pia napenda sana Alikiba pia, lakini napenda sana nyimbo za Diamond. Wimbo gani wa Diamond ulikuwa ukisikia wakati kujitafute 2017, hiyo uko naona huu e, ndio wimbo ambao unakonga moyo wako na pengine ulikuwa ukiimba, watu wanasema safi, unafanya kazi nzuri, utakuja kuwa msanii mkubwa. Nilikuwa napenda nyimbo moja inaitwa mbagala

uliingia vipi katika sanaa ya muziki Edi? ah, sanaa ya muziki nimeingia nikiwa na miaka kama kumi hivi, kipindi hicho nipo shule. Nilikuwa napenda sana muziki, ikiwa kifika Ijumaa siku ya michezo, tunajikusanya na wanangu tunachana na chana pale, nachanachana tukwa wadogo, lakini pia tukaanza kuimba kwenye kwenye pati zetu za shule tunaimba tuna rap tuna tunapewa hela tunapewa mapipi tunapewa nini, ndio safari yangu ya mziki ilianziaga hapo. Mkiwa Kigoma baadaye mkaelekea Mwanza? Ome, baadaye tukaelekea Mwanza, lakini tulipofika Mwanza, Mungu ndo akablesi, tukakutana na ma mastudio. Sasa tulipokutana na studio ndo tukaanza kurekodi tukiwa tupo Mwanza. Kutana studio au mlifuata studio? <laughs> Ah, tulikutana na studio lakini pia tulipata studio kwa sababu kipindi hicho mimi nilikuwa na nauza urembo, nilikuwa nauza urembo nikakutana na jamaa mmoja anaitwa Venture. Huyo mwana bana, ndio mara ya kwanza ananipeleka studio <laughs> Kuna uhusiano gani kati ya watu wa Kigoma na urembo? Nataka kusema waw, wa kutoka Kigoma wengi wanajikita zaidi katika mambo ya urembo. Hasa urembo unaohusiana na wasichana wakina dada. <laughs> Urembo bana ni biashara ambayo inayotoka. Kama kijana pia nakushauri fanya biashara ya urembo. Urembo ni biashara ambayo inayotoka kwa sababu madada kila leo wanapendeza, wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo urembo, kuna vikorokoro vingi lazima wanunue. Kwa hiyo urembo urembo ni biashara nzuri ambayo inatoka sana, ndio maana tunaipenda. Haya, ukiwa Mwanza kibao gani kilikuwa cha mwanzo kutoka? Kibao changu cha mwanzo kabisa kutoka, kuna kibao changu hapo kina kinaitwa atanipenda nani. Atanipenda nani, usiache mbachao kwa msala upitao, usikudanganye hao, ni ndo lako chaguo, kama maneno hata kwenye kanga yapo, wasikurushe roho, achana na madanga, yatakutoa utulizika nilivyo. Hicho ndo kilikuwa kibao changu, nilikifanya nilikuwa nipo Mwanza, lakini ilikuwa production ndogo, ni kibao changu ambacho nakipenda mimi mwenyewe, kwao nilivyofika Da nikakirudia tena upya, ndo kibao changu nilichoanza nacho kabisa. Haya, hiki alichokirejea upya, msikilizaji, Atanipenda. Eddy Music jina lake la kuzaliwa Steven Ibrahim Misigaro.

Kama ndio kwanza unafungulia redio yako a, ni makala ya nyumba ya sanaa yakikujia moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Nimeketi katika bench kukuletea makala haya, nikizungumza na Eddy Music, jina lake maarufu akifanya sanaa ya muziki. Ni kijana mdogo ambaye amejitoa kuhakikisha sanaa ya muziki inafanikisha maisha yake. Baada ya Mwanza, safari ya muziki ikaendelea ukaja jijini Dar es Salaam kaerudia kibao chako cha mwanzo atanipenda, mambo yalikuaje Dar es Salaam? Sasa umeingia katika jiji lenye pilika pilika nyingi, Dar Dar es Salaam bana. <laughs> Kwanza nilikuwa nipo Mwanza, nilikuwa nipo na rafiki yangu tunaaso. Tukiwa tupo Mwanza, dango letu kuu ilikuwa ni kufanikiwa kimuziki, ya japo kwamba ni stori ndefu, lakini tulikuwa tuli, tuli, tuli tupo Mwanza na rafiki yangu tukiamini kwamba tukija Dar es Salaam tutafanikiwa kimaisha. Naamini na vijana wengi wanaamini wanaamini wa wakifika da mkoani wakifika ndo atafanikiwa kimaisha. Lakini ilikuwa, ilikuwa ndo, ndoto yetu sisi. Na, na nimekuja Dar es Salaam mkiwa mna ndugu Dar es Salaam. Da kwa sababu tulikuwa tuna ndugu lakini ndugu zetu hakuweza kutusupport kuja da. Tulichokifanya ni kwamba tulikubaliana mimi na rafiki yangu, tuje kwa niaba ya kusajili line ili tupitie kusajili line tufanye mziki wetu lakini Bahati mbaya kwamba kwenye kusajili laini alikuwa anahitajika mtu mmoja tu ambaye ilikuwa ni mimi. Ah, rafiki yangu nambeba vipi? Ko, rafiki yangu nikabidi nije naye bila bosi kujua, ila tulitafuta kama elfu thelathini anauli, tukaomba kwenye maroli, tukaingia kwenye maroli, tukaja mpaka Dar es Salaam. Ah, ni hatari. Kwenye roli mkapanda kwenye roli, au mlijificha huko nyuma ambako hawapakii watu? Ah, tuliongea na dereva. Dereva, eh, tunaapa kiasi bana, kama ila maji tu mwanangu sisi tufike Dar es Salaam kwa sababu ndio ilikuwa ndoto zetu, tunaamini kwamba tukifika da tutafanikiwa. Haya heka heka ikaja bana stand pale. Bosi anajua anakuja kumpokea mtu mmoja anakutana na mtu mbili. Lakini tukafanikiwa, tukaenda kwenye chumba ambacho tulikuwa nalala watu kama kumi hivi. Ya, tunawasajili line. Da ilikuwa changamoto. Palikuwa mnata feni, joto lilikuwa joto kweli. Yaani nafika stage mtu unajimwagia unaji maji, alafu ndo unalala lakini Mungu akabless tuka, tukapambana tukapambana tuka, tunapata unapata vihela hela kwenye kazi zetu za line. Mwisho wa siku na sisi tukapanga chumba chetu tukaanza maisha yetu hapo, haya maisha jijini Dar es Salaam hapo. Sasa ndio mkarejea kibao chenu utanipenda, uta baada utanipenda, kuna kibao kilifuata. Ya kibao kilichofuata kinaitwa mapenzi. Mapenzi, mapenzi mapenzi kinaitwa mapenzi. Mapenzi kwa nini mapenzi? Aya, nilimwimbia mtu nilimwimbia mtu anayempenda mwenzake, ndo nikakita mapenzi. Yani kinahusiana na mapenzi ambao wapo kwenye mahusiano. Haya, kinakwenda vipi? Kama samaki kibalini, ama na nahodha merini, yani penzi nalitetea napiga na vita na vile uko moyoni weni wa pekeangu ama kanzu msikitini. Mungu kanijalia sasa wengine wa nini na vile upo moyo kwa peke yangu kukupenda ni wajibu mwana kuna roho yangu tina ulivyo mpole kama mama yangu. Kweli nimeona wengi ila mboa wendo fungula ndo mwambuni. Kibao kinaitwa Mapenzi, msikilizaji, cha kwake Eddy Music, kijana mdogo ambaye anafanya naye sanaa hii ya muziki bado akijitafuta ili kufika mbali eh, katika sanaa hii. Na baada ya Mapenzi, manake, ulianza kuona ladha sasa ya kufanya sanaa ya muziki eh? Namshukuru Mungu, baada ya kufanya Mapenzi nilipata vitu vingi sana, nilipata show nyingi sana, nilipata mialiko mingi sana, nilienda mbuga za wanyama ilifanya vitu ikanipandisha sehemu ambayo ikawa ni sehemu kidogo ambayo ni nzuri na nikasema hapa safari yangu lazima nikaze. Ndo nikaanzia hapo kukaza mziki. Unaonaje sanaa ya muziki, hasa sanayetu a mziki sasa hivi imekuepo rahisi kwa sisi vijana? Imetupa fursa nyingi sana pia, ina, ina yani ni rahisi kwa sababu sasa hivi TikTok inatusaidia, lakini pia tuna dikto zinatuingizia pesa. Kwa sanaa ni ngumu ila pia ni rahisi endapo tu tukizidi kupambana tunafanikiwa tu. Pale awali umewazungumza wasanii wengi, amemzungumza Diamond Platinum, si ulimzungumza Alikiba, ukasema na wengine wengi wanakuvutia kufanya sana hii. Ungependa nani ushirikiana naye katika ngoma zijazo? Da, ngoma zijazo namkubali sana. Ningependa nishirikishane na watu wengi, lakini mimi na, niko tofauti kidogo na wakubali watu wengi, ila mimi napenda niandike kwanza nyimbo. Nikishaandika nyimbo nikiwa nao studio, waga naangalia kwamba mtu gani anaweza kafaa kwenye hii nyimbo baada ya hapo ndio waga namlilia bana, blaza moja mbili tatu nne tano sita, kupitia insta, kupitia sehemu yoyote ya mitandao yake. Ikitiki basi ndo kama hivyo, lakini napenda sana wasanii wengi sana. Nikisema niwataja hapa ni, ni wengi sana. Kuna ambayo umeshajaribu katika ngoma zako zote ambazo umetoa sasa hivi tunavyozungumza, na ngoma ngapi sasa hivi? Na nyimbo nyingi ambazo hazijatoka lakini pia nyimbo nilizoachia ni kama tano hivi. Umejaribu kutaka kushirikiana nao katika hizi nyimbo tano? Ya, nimejaribu sana, nimejaribu sana lakini kuna vitu bado, bado nilikuwa sijafanikiwa. Nimejaribu kuwaomba sana pia, wengine nimejaribu kuongea nao, lakini pia kuna baadhi wameniahidi kuwa tutafanya. ya, nazidi kusubiri. Haya, unasubiri kuona mambo yatakwenda vipi. Na kibao kingine, msikilizaji, kinaitwa Mama Perfect, yani, nilipotoka, napajua, mama usinilaumu, ndo maana, najituma sana ni pigwe na jua, ndoto yangu huishi uliwaza nini kumuimbia mama ah? Nyimbo ya mama ni nyimbo ambao mimi nanikumbusha vitu vingi sana, hususa kwa mama zetu. Aujue mama zetu bana, tuwakumbuke kama vijana. Mama zetu hawachoke wa kutuombea yaani, sisi tunapambana mjini, lakini mama zetu kila ifikapo saa sita za usiku wakilala, lazima watuombee sisi ko kwa nimeimbia kwamba natamani nirudi nyumbani, la tatizo sina kitu, nilipotoka na pajua mama, usini laumu, ndo maana najituma sana, napigwa na jua, ndoto zangu uishi vizuri, mana tushachekwa na kudharoriwa, inauma, we acha tupambane sana, kikubwa niombe dua, kwa maana hakuna naijua kesho. Natamani ni kulipe wema wako ukiwa hai hicho ndo naumiza akili natamani rudi homu ila tatizo sina kitu, ndo maana unaniona kimya. Tunatamani tudi homu ila tatizo tujapata, ndo maana umetuona kimya, yani kwa ajili ya mama zetu tu, tunatamani kurudi lakini kuna mambo bado hayapo sawa

umenilea vyema tumboni miezi tisa, hakuna kama mama. Napatwa na mawazo yananiuma sana kuwa mbali na wewe mama. Najua umenimisi hata mimi nimekumisi, ila tatizo niko mbali, natamani road home bila tatizo, sina kitu. Tukielekea ukingoni wa makala haya, unapatikana vipi katika mitandao ya kijamii? Ya, mi kuna wanangu wanaopenda ku, kunicheki kupitia WhatsApp, utawapa namba yangu ya WhatsApp, ambao tuwe marafiki, ambao mafansi, ambao ni maproducer, ambao ni madirector, anataka tufanye kazi. Utaanza na alama ya kujumlisha 255 alafu utaitaja namba yenyewe. Ya, ni alama ya jumlisha 255 742 ishirini na saba 5522 alama ya kujumuisha 255742275522 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Ila kwa wanangu wa insta unanipata kama Eddy Music, ed ya e d y music tz. Kwenye dikto zote napatikana kwa Eddy Music. Kila heri katika safari yako ya sanaa ya muziki. Asante sana na Mungu awabariki, nawapenda sana shabiki zangu. ukikusubiri tena yetu michongo ya mia mia mia mbili furaha kwetu kitambo si mpaka Jumapili, tukipata michongo muda wote twanawili hatuna pesha, wanateseka wao wanalia wow. wao si tumepiga bao, hata kama pesa hatuna kama zao kila fula Oh, oh, oh, oh, oh. Hata mwende kwa waganga, liski yangu wipo mana Mungu ndo anapanga. Mna muna kidogo hata kidogo nachokipata, hata ukikunja liski, so baba, kwani Msikilizaji wa RFI Kiswahili, ndiyo nakunja jamvi la makala haya ya nyumba ya sanaa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, nilikuwa na Steven Ibrahim Misigaro maarufu Eddy Music, mwanamuziki wa muziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania. Nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi. Kwa heri na uwe na wakati mwema.